Bana mtangazaji wa Wasafi Media ambaye, e, anaitwa Lil Ommy, bana mtangazaji bora kabisa Bongo Tanzania, sha kushindaga tuzo noma sana, ni mwamba ambaye anafahamika ile mbaya e, bana ameona atuwakilisha atu vyema kabisa wadau wa muziki wa hip hop kwa kumwandikia mheshimiwa na Hamisi e, Mwinjuma Mwana FA ujumbe mzito kama ifuatavyo, binamu. Na binamu ndo jina la mchezo. mheshimiwa na kuandikia hii barua ya wazi Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma Mwana FA falsafa FA binamu, e, yako once again. So unajua una majukumu mengi sana yamweza na wizara katika kutumia wananchi, lakini kwa muda mrefu sana umetusahau wapenzi wa muziki wa hip hop. Akaendelea na akasema tumemisi uandishi wako panchilani zako na tungo za kufikirisha. Wewe ndo Shaban Robert wa kipindi hiki. Wewe ni almasi mchangani. E, basi ombi langu kwako, tuandalie japo hata albamu moja, ikitomweza nazan nitapendeza, na utupigie japo hata sho moja kubwa kabla, alafu endelea na majukumu tena, na sisi hatutaacha kupiga makofi mpaka mikono inauma, asema naamini ombi hili limefika kwako Mwana FA na bila shaka tuna enjoy punch panch, kama tushasukuma sana milango iliyoandikwa vuta. Mpumbavu mbom, ndo mbom, anaweza wekea ndege, tafuta hela za kutosha, ila usipige nazo picha, shati na vaa la jana, ila gari mbadili dili, eh, dili za mabilioni na bado tai uzioni. Asante kwa kuja kwenye kiwanda cha burudani. Tanzania tunahitaji falsafa za mweza. Unanijua, a naminifanya muziki ambao unagusa ene moja kwa moja. Yeah, noma sana, ndio maana kuna tofauti ya mwanamuziki na mwana sanaa, au sio hivyo yaani? So Mwana FA ni mwana muziki, lakini akuishia hapo, akuishia tu kusoma ujumbe mbalimbali. Leo akaona hapana, mgua mashabiki zake, tuone kile ambacho anakifikiria na, akasema nakusikia mzazi, nakusikia, acha tuone No, so R&B uh, si zuku hizo, si s singeli. Mimi nikukumbushe Do, don't give up, usikate tamaa mshikaji wangu, lakini kikubwa usa jamii, tunatamani sana tuone muziki wetu unabaki kwenye asili unabaki kwenye mahadhi ya kuheshimu tamaduni zetu. Ladies and gentlemen, bwana Tanzania, Africa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu bariki viongozi wanaotuongoza lifa.